Kwa hujambo na karibu katika mwangaza wa kididi awamu ya saa tatu asubuhi. Natumai umeamka salama na buheri wa afya. Jina langu ni Sara Nzilani. Gavana wa Taita Taveta Andrew Mwadime amedokeza kwamba serikali yake imeimarisha juhudi zaidi katika kutatua changamoto na ukosefu, changamoto za ukosefu wa maji safi kwa wakazi na jamii katika eneo hilo. Kulingana na gavana huyo, amesema kuwa serikali hiyo iko katika hatua za mwisho ya mradi wa maji wa nguvu wa Kikala. Aidha, Mwadime amebainisha kuwa serikali yake imejitolea kutekeleza mradi huo ambao una umuhimu na utasaidia pakubwa wakazi wa eneo hilo. FM, kuhabarisha na burudani na kwingineko. Ni kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imefichua kuwa kuendesha uchaguzi mdogo ujao ishirini na mbili kote nchini kunatarajia kugharimu takriban shilingi milioni mia saba. Kulingana na kamishna wa IEBC Anderitu amesema kuwa ugavi na kutumwa kwa maafisa wa uchaguzi huchangia sehemu kubwa ya matumizi. Akizungumzia kiwango cha gharama ya uchaguzi, Nderitu amedokeza kuwa kusimamia uchaguzi mdogo nchini Kenya ni zoezi ngumu na linahitaji rasilimali nyingi. Aidha, Nderitu amesisitiza kuwa kusimamia uchaguzi nchini Kenya ili kuhakikisha uaminifu na uwazi kunahitaji uwekezaji mkubwa katika rasilimali watu na vifaa fm, FM kukuhabarisha na burudani. Na tukiendelea na habari zingine ni kuwa shirika la afya duniani WHO linasema katika ripoti mpya kuwa takriban mwanamke mmoja kati ya watatu, jumla ya takriban milioni 840 duniani kote, wamekumbana na unyanyasaji wa kijinsia katika maisha yao. Pia imegundua kuwa na wasichana milioni mia tatu na kumi na sita wenye umri wa miaka kumi na tano na zaidi walifanyiwa ukatili wa kimwili au kingono na wapinzi wa karibu katika mwaka uliopita. Hiyo ni sawa na asilimia kumi na moja wanawake na wasichana wote katika umri huo duniani kote. Aidha, WHO pia imeonya kuwa wanawake na wasichana katika maeneo yenye migogoro au wanaoishi katika mazingira magumu ambayo ni hatarishi wako katika hatari ya kukumbana na unyanyasaji wa kijinsia na wapenzi wa karibu. Kukuabarisha na burudani, na mpango wa kabambe mpango, mpango kabambe wa Rais William Ruto wa kubadilisha Kenya hadi nchi ya ulimwengu wa kwanza, nchi ya kuigwa kama vile Singapore, Japan, Korea Kusini na Malaysia, unahitaji angalau shilingi trilioni tano. Akizungumza wakati wa hotuba ya hali ya kitaifa bungeni. Rais Ruto amefichua utawala wake utaweka kipaumbele vitu utaweka vipaumbele vinne vya kugeuza mpango huo kuwa kweli: kuwekeza kwa wananchi, kubadilisha uchumi, kuzalisha nishati ya ziada na kubadilisha sekta ya uchukuzi na usafirishaji. Katika gumzo wa kwanza, mkuu wa nchi Rais Ruto alibainisha kuwa serikali haina budi kuwekeza kwa wananchi kupitia elimu, ujuzi, mafunzo ya kisayansi na ubunifu. Alibainisha kuwa utawala wake tayari umeweka misingi kupitia mageuzi makubwa katika sekta ya elimu kama vile kuongeza bajeti kutoka shilingi bilioni mia nne na tisini hadi shilingi bilioni mia saba katika miaka minne ya kuongeza kozi ya STEM ili kuimarisha uvumbuzi na kukuza utafiti k na burudani na kimataifa ni kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski amesema yuko tayari kushirikiana na Marekani kuhusu mpango wa kumaliza vita vya Urusi. Amesema baada ya mazungumzo ya afisa anayesimamia masuala ya kijeshi ya Marekani, Daniel anatarajia kujadili mapendekezo hayo na rais wa Marekani Donald Trump katika siku chache zijazo. Maelezo ya mpango huo hayajawekwa wazi, lakini ripoti zinadokeza kuwa unajumuisha makubaliano mapana na kwa Urusi ukiitaka Ukraine kupunguza nusu ya ukubwa wa jeshi lake na kuachilia majimbo ya mashariki yanayokaliwa na Urusi, ikiwa ni pamoja na Donetsk na Luhansk. Ikulu ya White House inasema mpango huo ni mzuri kwa upande kwa pande zote mbili na unathibitisha ugawaji uungwaji mkono wa Trump licha wasiwasi wasi kwamba unaakisi matakwa ya Urusi. Ukraine inasisitiza kwamba makubaliano yoyote lazima yawe ya uhakikisho wa kweli wa usalama kutoka nchi za magharibi ili kuzuia mashambulizi ya siku zijazo. Maafisa wa kuu wa umoja wa Ulaya, Poland na Ujerumani wametoa kauli za mashaka kuhusu ripoti ya mpango huo, wakisema ili mpango wowote wa amani ya Ukraine ufanye kazi unahitaji ushirikishwaji wa raia wa Ukraine na Ulaya. Kididi FM kukuabarisha na burudani na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa tatu. Tupatane saa saba kwa mwangaza mwingine wa Kididi. Jina langu ni Sara Nzilani, Kididi asubuhi inaendelea.